Endapo uh, kama akienda uh, kama semu ambao tumeshazoea kila siku kucheza uh, kwenye game aina moja ya kuweza kupambana na mimi, nataka kuwasumbua Singida Black Star, lakini kitu ambacho nimekiangalia nime, nime, nime kupitia ratiba ambayo iliyopo kwa sababu mm -hmm. game mbili back to back na wao Singida Black Star sasa mm -hmm. ni wakati ambao Uh, hata pia benchi la ufundi la Simba likiongozwa na kocha Fadlu kuweza kujua kwa maana kwamba ametoka yes kwenye anguko ambalo kwa maana kwamba uh, zinakuwa zina pressure nyingi, kwa sababu kuna mchezo mmoja wa ligi kuu, lakini pia kuna mchezo mmoja wa kombe la FA hapa Tanzania bara. Kwa hiyo uh, nafikiri kwa benchi la ufundi ambalo linaongozwa na Fadlu, ni muda sasa wa kuweza kujua kwa maana kwamba uh, kila mechi ambayo inafuata mbele ni kwao ndio muda kuweza kupata matokeo na njia sahihi ya kuweza kupata matokeo, ni kuto kufanya rotation. Yani, uh, hata kama mmecheza games juzi juzi kati tu hapo, mna games na mbili back to back kwenye siku chache hizi ni mm -hmm, nyakati ambazo inabidi utumie kikosi chako hiko hiko ambacho ulichotoka uh nacho kwa uh, siku za nyuma, kwa sababu leo utafanya uh, rotation kwenye game dhidi ya Singida ambayo inaochezwa ina, ina kesho si ndio? mm -hmm. Uh, tukumbuke pia Singida nao na wanahitaji kitu kwenye huu msimu, lakini pia Simba ametoka kwenye, aa, a, a, a, ametoka pia kwenye kwenye, kwenye, kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo sasa unapofanya rotation kwenye mechi kama hii ambayo ina pressure E, inakuja kuletea athari ambayo sio nzuri kwa upande wao. Kwa hiyo nafikiri kocha Fadlu akiamua kuingiza mziki ule ule ambao tumeshauzoea kwa upande wa Simba, naamini gemu itaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini mwisho wa siku hatuwezi pia kwa dharau Singida Black Star, kwa sababu wakati Simba anaendelea kupambana kimataifa, Black Star alikuwa nyumbani lakini pia alikuwa anafanya mazoezi yake binafsi, lakini pia kuna michezo alikuwa anacheza hapo. So, kinachobaki ni, ni, ni, ni wao wenyewe. Kwa maana kwamba kama wana tageti ya kubeba ligi kuu, nazungumza Simba kama wana tageti ya kubeba ligi kuu, ni lazima waweze kushinda hizi mechi lakini pia kama anataka kubeba FA lazima aweze kumfunga pia Singida. Kwa hiyo, kinachotokea nafikiri sasa hivi imebaki kwa mikono ya kocha na wachezaji. Yaani hao mashabiki wa Simba hawana kitu cha kuweza kuongea sijui hata viongozi. Imebaki kwa wachezaji na na, na, na benchi la ufundi wenyewe kujua namna gani na kuweza kuchanga matokeo mazuri kwa hizi game za ligi kuu lakini pia na na, na mchezo wa nusu finali huu nazungumza zaidi ya ya ya Singida Black Stars kwenye FA ni mm wao -hmm. wenyewe tu Simba wakati tunawazungumza tuna Simba, tusiache pia kuwatazama Singida, ambapo kama amezungumza Bula hapo kwamba tayari wamepata nafasi ya kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Walikuwa wanaendelea na ligi wakati Simba wapo kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia walicheza mechi ya kirafiki dhidi ya Yanga Afrika na walipata ushindi wa magoli matatu kwa mawili. Wanahitaji kuboresha eneo lipi hasa kuhakikisha wanakwenda kweli kupata hizo alama tatu mbele ya, ya Simba ili kujiweka kwenye ile nafasi ya tatu ambao bado wanagombania wao dhidi ya, ya Azam. Mimi nafikiri nafikiri kwa kwa Singida uki, ukiangalia kwenye huu msimu uh, kwa maana kwamba sio timu ambayo uh, ina changamoto kubwa sana, yani kwa maana kwamba kwenye kufunga, lakini pia kwenye kurusu magoli sio kwamba ina changamoto kubwa sana lakini, sasa pale ambapo anapoenda kukutana na Simba na mazingira ambayo yaliyopo, lazima tu uweze kuongeza, tunazungumza umakini wa hali ya juu kwa sababu Louis Singida anaeza kama ameshukuria, mfano mechi ya kirafiki ya kirafikiaicheza na Young Africans so no kupata matokeo ya magoli matatu. Walicheza mechi ya kirafiki kira na Yanga kira.

ni wao wenyewe tu jinsi gani kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa zaidi pa, wabunifu kwenye eneo la mbele, kwa sababu takwimu zao za sasa hivi mechi za hivi karibuni me, zimekuwa sio nzuri kivile, yaani unakuta kwamba mechi naweza kachezeka shot on target ni chache zaidi. Ukutana na timu ambayo ina backline ambayo ni nzuri, unaweza kupata tabu zaidi kuweza kupata magoli, lakini hata pia kuweza kuwasumbua kwenye eneo lao, yeah. Omar Bula Yes. Uh, Simba amekuwa anapata matokeo mazuri hata kwenye mechi zake za mwisho za ligi kuu ambazo amecheza pale katika dimba la KS, KMC Complex, lakini magoli mengi ya Simba amekuwa akiandikwa kipindi cha kwanza, na wanapokuwa wanaingia kipindi cha pili ni tofauti na vile ambavyo wanacheza kipindi cha kwanza, hata kwenye michuano pia ya kombe la shirikisho tumeliona hilo, hmm. Kwa sasa hivi, kwa sababu nguvu walizobakiwa nazo ni huku kwenye ligikupa, ligi kuu pamoja na CRB kuhakikisha kwamba msimu usipite hivi hivi hmm. wala wapate kombe lolote hmm. Kipi ambacho wanapaswa kuingia nacho cha tahadhari kubwa zaidi, kuona kwamba kama ni kipindi cha kwanza wanaandika magoli, iwe hizo takwimu za first half, angalia michezo mwisho ya Simba ya, ya ligi na Mashujaa alitanguliwa katanguliwa, magoli amepatikana kipindi cha kwanza, ndio nimesema. Yani anaandika magoli mengi kipindi cha kwanza anafungwa anarudisha, lakini kipindi cha kwanza kipindi cha pili kweli apati magoli. Mechi zote Simba anamaliza mechi mwishoni kabisa mechi, mechi, nyingi. mechi na Mashujaa mm -hmm. mm -hmm. mechi nyingine ile, tisa, suna, Apa, vizuri, yani mm, yani mechi zote Simba mwanzoni hapa Simba lazima atangulie ju ukifuatilia vizuri rejea zao kumbukumbu ilishinda mabao mangapi? Bitano, lakini kuna baadhi ya mechi muhimu Simba anatangulia alafu wao ndio wanastruggle kuanza kusawazisha. Kweli, nakupa mechi ndio sasa na mashujaa pale, mechi nyingine na JKT kaza mwisho, sindio? Simba ulitanguliwa No. Wakaja wakasawazisha kipindi cha kwanza. No, wakaja, hey, no, no, no, no, no. Wakasawazisha kipindi cha kwanza first half inaisha moja bila moja bila. Ah, wakaja wakapindua yes, kipindi cha pili yes. Ya yes. Yeah. Yeah, pia watakuwa na pressure Simba. Kivyo vyote vile Simba pressure itakuwepo kwa maana <laughs> mm zangu -hmm. Zimezingatia nini? Pengine uh, takwimu zangu nimejichanganya kidogo lakini kikubwa ambacho nilikuwa nataka kumaanisha <laughs> ni pressure ambayo Fadu sasa hivi atakuwa nayo na Omar Bula aliwahi kuzungumza hapa pakati tunaelekea kwenye hizi <coughs> mechi mbili. Of course, ana ana pressure. Pressure. Of course, Bula alizungumza kama utakumbuka kwamba Simba anakwenda kufungwa mechi zote mbili kwenye kombe la shirikisho na ndicho ambacho kimetokea. Oh, sijajua alitarget kitu gani, na hapa kabla amezungumza kwamba kwa namna ambavyo anaiona Simba, naamini pia Singida ana nafasi ya kwenda kupata matokeo mbele ya Simba, yaani kwa mechi alizocheza mm -hmm. kwa nafasi Simba waliofika mm -hmm. Uh, then mwalimu Fadlu apate pressure hiyo. Mbele ya malengo yalikuwa ni kuchukua kombe si ndio? Sasa hivi wamebakisha wamebakisha mechi nne za ligi, ukumbuke pia mpinzani naye walivunja na, na, rekodi zao wenyewe. Unajua inabidi tuzungumze na Cizi baada ya gemu ya kwanza ya RS Berkane na Simba kule Moroko, ali share interview ya mwalimu, mahojiano ya mwalimu uh, Fadlu, yes, mm, uh, akizungumza kwamba Fadlu kasema Berkane mm -hmm. si, wajiandae. mm -hmm. Watajuta, watajuta kwa nini hawakupata goli la tatu. yes. Yes, unanielewa? Na yes. Uzuri mahojiano yale, mpaka sasa hivi ukipita kwenye ukurasa rasmi wa mm -hmm. Cizia Sports, mm -hmm. mahojiano yale yapo, unanielewa? Sasa mm -hmm. Ukiniambia kwamba malengo yalikuwa ni semi, ukiniambia malengo yalikuwa ni semi, wakati hata mwalimu mwenyewe alitoa kauli, alitoa alitoa kauli mm -hmm. kwamba uh, watajuta. You, you, know what I mean mm -hmm. tusianze kufukia fukia tena sasa hivi kwa kusema siui malengo yalikuwa yalikuwa ni ni ni ni, ni wapi wapi malengo. Mimi hiyo hiyo, hiyo. pressure simba pressure pressure hawana hawana simba sasa kucheza na singida black <laughs> stars So, Simba, a, a, a, a, a shida sio kucheza na timu gani, shida ni namna gani unaofikia ubingwa. ah, e. e, e kwa sababu huyo mpinzani ambaye nakwenda kukutana naye na yeye pia anajua malengo yako kwamba Simba anataka alama tatu ili aweze kufikia malengo yake ya kuchukua kombe. Singida shida sio kwamba ana pressure kucheza na Singida, ucheze na Singida, ucheze na Berkane, kinachotakiwa pale, ni alama tatu ambazo zitakufanya wao waweze kufika kwenye malengo. Wamezungumza jana hapo, tumesikia kwamba tumepoteza huku sasa, sasa hivi tumebakia, fokasi yetu ni ligi pamoja na shirikisho sasa